The so all use not more than to than ni watoto wa shule Nanyamba Town English medium pre and primary iliyopo Nanyamba mjini katika mkoa wa Mtwara wakionyesha uwezo wao mkubwa wa kuzungumza lugha ya kiingereza lugha iliyopanda ndege na kukata mawingu lugha aliyoitumia mwalimu julius kambarage nyerere katika kudai uhuru alipozungumza na wazungu miaka ya 1900 watoto hawa wanaonyesha uwezo mkubwa wa kulitawala jukwaa tena kwa kujiamini mbele ya walimu na wazazi wao katika sherehe za mahafali ya shule hiyo leo novemba 27 2025 ambapo mgeni rasmi ni mkurugenzi wa halmashauri ya mji nanyamba bi zainab salum mgomi Mkurugenzi huyo amewapongeza walimu wa shule hiyo kwa kazi kubwa wanayoifanya kwa kutoa elimu iliyo bora kwa watoto wanaosoma katika shule hiyo. Jina langu naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV. Nikukumbushe tu kusubscribe, kulike na ku comment channel yetu ili uendelee kupata habari zetu. Sisi ni watu wa field. Bi Zainabu Mgomi huyo hapa akizungumza kwenye hafla hiyo. Niwapongeze walimu. Ah, kwa kweli kwa jinsi nilivyoona watoto wetu walipokuwa wana perform kwa kweli, kuna kazi kubwa sana walimu wetu mnaifanya. Hongereni sana na tunawashukuru sana. Na nimeona watoto, nimeambiwa P unit ambao wanafanyiwa graduation, ni watoto wadogo sana, ni vitoto vidogo, lakini vina mambo makubwa. Sisi wote ni mashuhuda, tumeona hayo. Wazazi, tuwafundishe watoto wetu kwa maana shule tumeona wanapojitahidi, watoto wana nidhamu, watoto amani wameiweka mbele, nasi kama wazazi walezi, ambao baada ya mwalimu kumalizana na yule mtoto akirudi nyumbani anakutana mzazi mlezi mzazi mlezi, unatakiwa na wewe upokee hicho kijiti, umlee mtoto wako katika misingi mizuri. Moja ya changamoto zilizotajwa katika shule hiyo ni pamoja na ukosefu wa gari la shule pamoja na uzio, vifaa vya tehama na vitu kedekede kede, ambapo mkurugenzi huyo ameahidi kuyafanyia kazi, huku akiendesha harambee kwa ajili ya ujenzi wa uzio, ambapo yeye mwenyewe amechangia shilingi milioni moja. Nitakaa na kuwanguwa idara, tutaangalia jinsi ya kufanya ili tuone kwamba tunaweza tukapata gari <klik>, lakini swala zima la uzio uzio, tutaanza hapa hapa leo kufanya harambee, tunaanza na wazazi. Ukosefu wa vifaa vya tehama, tutajitahidi na kuangua idara. Haya tutayaangalia, tuone namna ya kufanya ili tulete vifaa hivyo katika shule yetu. Bwana Lucas Mwilu Moses ni mwalimu mkuu wa shule hiyo ya Nanyamba Town English Medium Pre and Primary. Hapa ametoa historia fupi ya shule hiyo. Shule yetu ilianza rasmi mwaka 2004 na ikiwa na wanafunzi 19 na kwa sasa shule yetu tuna jumla ya wanafunzi 56 na tunao darasa la awali mpaka darasa la pili, na mwakani shule yetu itafikisha darasa la tatu. Tunawakaribisha wazazi wote. Shule yetu ina mazingira mazuri ya kujifunzia na ina walimu wabobevu katika masomo yote. Karibu sana. Nafasi ni chache, wahi mapema ili uweze kusajiliwa. Asante. Kwa majina naitwa Liliani Urono ni mzazi kikweli. Nimefurahi hii shule ni nzuri, ni nzuri sana. Wazazi wenzangu, popote mlipo, mnaweza kuleta mabinti zenu, vijana wenu katika shule hii ya Nanyamba English Medium School. Kwa jina naitwa Martin Mtumbela, mimi ni mkazi wa mtaa wa Kilimanjaro katika halmashauri ya mji wa Nanyamba, hapa hapa Nanyamba mjini. Kwa ujumla mapokeo au ujio wa shule yetu hii ya mchepuo wa Kiingereza katika halmashauri yetu ya mji Nanyamba, tumepokea vizuri sana. Watoto wanapata elimu ambayo tunaridhika nayo wazazi. Mfano mzuri katika mahafali haya ya leo ambayo yanafanyika hapa, tumeona jinsi watoto wadogo kabisa wanavyowasilisha eh, kwa ujuzi au kwa umahiri kabisa, kwa kutumia lugha ya kigeni ambayo ni Kiingereza. Wanaongea vizuri kwa kujiamini, kwa tunaamini kabisa kupitia michezo yao, kupitia umahiri wao, lakini hata mimi kama mzazi mwanangu anavyorudi nyumbani na muona mwenendo wake ni mzuri sana. Naitwa Shakira Muhamed Mchata, ni mwalimu lakini pia ni mzazi au ni mdau ambaye nimewezesha kwa kiasi kikubwa kuitangaza hii shule wakati inaanzishwa, shule ya msingi wakati niko shule ya msingi na mkuku hapa. Lakini pia hii shule tulianza na changamoto nyingi, kwa sababu wazazi walikuwa hawaielewi, lakini mwisho wa siku jinsi mafanikio yanavyopatikana, na wazazi wanazidi kuwaleta watoto wao kwa, kwa kasi ingawa kuna changamoto ambazo bado zinakwamisha shule yetu hususan kwenye kipengele cha usafiri, lakini kwa sasa tunashukuru wadau wameanza kuiona shule yetu, shule inakwenda vizuri, idadi ya wanafunzi inazidi kuongezeka sidu hadi siku. nam Mtazamaji wa Faida Online TV, kwa hali hii utashindwaje kumpeleka mtoto wako katika shule hii ili akapate elimu iliyo bora? Maana pana walimu wenye uzoefu katika kufundisha lakini majengo yao ni mazuri, maeneo ya michezo, bila kusahau miti ya vivuli ambayo ipo katika eneo la shule hiyo. Lakini pia kuna vitu vingi vinavyopendwa na watoto. Fanya maamuzi sasa. Mpaka kufikia hapo, nimefikia tamati. Mimi naitwa Karim Faida. Hii ni Faida Online TV. Nikukumbushe kusubscribe, ku like na comment chaneli yetu, ili uendelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field. Asante na kwa heri.